Unaonekana umezama katika mawazo. Macho yako yanaona vizuri? Nilikuwa nazungushwa na maswali. Maswali juu ya nini? Unafikiria utawala wa mtukufu Mtembi Bokono utafikia kikomo? Unamaanisha yeye binafsi au mfumo wa utawala? Sioni tofauti ipo. Yeye ni binadamu, hawezi kuishi milele na anayekoma kuishi anakoma kutawala. Lakini wanaochukua hatamu za utawala baadaye wanaweza kuendeleza mfumo wa utawala wa hayati. Hujanisaidia. utawala wa Mtemi Bokono utafikia mwisho, mambo yatabadilika, na yakibadilika, unafikiria kuna uwezekano wa matendo yetu kutuumiza sisi sisi askari, na pia watu wengine wanaotumikia utawala wa Mtemi Bokono. Katika harakati za kazi zetu, mara nyingine tunatenda mambo yasiyofurahisha watu. Mambo kama gani? Zamani nilikuwa katika kikosi kingine. Najua hayo. Kuna mengine usiyoyajua, pengine yapo makubwa Makubwa kwa kiasi gani? Ukubwa wa kaburi. Sawa, nieleze. Nilikuwa katika kikosi kingine na tulikuwa na kazi tofauti na hii tunayoifanya sasa. Na kusikiliza, kazi tofauti tofauti, kwa mfano kuminya habari kutoka kwa watuhumiwa. Siku moja tulimkamata mtuhumiwa. Baada ya kumhoji alikataa kata katakata kukiri makosa. Makosa gani? Kutumiwa na majirani ili kuleta kimbunga katika Butangi. Na kusikiliza kwa makini, alitusumbua sana. Tuliamua kuona kama mazingara mapya yangefua dafu. Yalifua dafu? Mtuhumiwa hakuwa mtu alikuwa jiwe. Fikiria kujaribu kupata habari kutoka kwa jiwe na kuelewa. Mawe hayapendelei sana kuongea, wakati mwingine hayaongei kabisa, yananyamaza zi kama vivuli. Mlifanya nini jiwe? Tulijaribu kuligeuza liwe binadamu. Tulijaribu njia kadhaa tulitalii kucha za mikono na miguu. Tulivipembeleza vidole vya mikono baina ya vijiti, tuligeuza popo anayening'inia mtini. Kazi bure. Tulisafiri hadi katikati ya miguu yake, tulipiga kambi hapo na kufanya kazi kwa bidii. Tulivuta na kuvuta, tulichokivuta tulisogoa na kusogoa tulichokisogoa kasi bure. Bado na kusikiliza, nilibadilika na kuwa mkisi. Nilichukua gogo la mwangati. Punde majani yaliyokuwa karibu yalipata rangi mpya. Rangi gani? Nyekundu. Kisha mtuhumiwa alinyooka na kupepesa macho kwa mara ya mwisho. Hatukujua la kufanya. Mlikuwa wangapi? Watatu. Tulishauriana miongoni mwetu, tuliamua kuizika maiti. Tulifukua udongo na kuizika. Baada ya jamaa za mtuhumiwa kumtafuta kwa siku kadhaa, waliungundua yaliyotokea. Balaa! Tuliamriwa tufukue mwili na kumbuka, siku hiyo tulifukua udongo na kufukua udongo na kufukua udongo, hatukufaulu kuupata mwili. Hayakuwa makosa yetu, yalikuwa makosa ya mvua. Mvua kubwa ilikuwa imenyesha na kubatili kwa ustadi alama zote ambazo zingetuongoza kugundua kaburi msituni. Kwa bahati nzuri, utawala ulituhakikishia kwamba hatungepata shida yoyote. Mm, mhutumiwa akaendelea kulala mstuni. Tungefanyaje? Unaonaje? Unamaanisha nini? Utawala wa Mtemi Bokono ukifika mwisho, visa hivi vinaweza kufufuliwa. Itategemea watakaochukua usukani. Mungu na ampe Mtemi Bokono maisha marefu, sidhani atakaa sana mamlakani. Ole wangu, ole wangu.